Mmefika Morogoro mkaa mpo, na nyumbani kwangu ndo mnakuja mnajifanya ni ndugu za wapangaji au wapangaji mnaowasiliana nao wa hao, mnajifanya ni ndugu, ah, ndugu yangu amekuja kutoka Dar es Salaam kume. Ni watu wako nawatoa kutoka Dar es Salaam eti waje kukaa na wapangaji, wajifanya ni ndugu wametoka mbali, yani kuwa karibu na nabii, kuona watafanyaje, watafanikiwaje? Kwani uko nilikotoka simulikwepo? Dar es Salaam simulikwepo ila hata hapa nilipotoka nikaenda Bukoba si mlikwepo, na Bukoba si mlikuja? Utakufa vibaya wewe, wewe utakufa vibaya. endelea kuhangaika hivyo hivyo, nimesema hivi, mnahangaika na kitu ambacho hakiwezekaniki, na nyama yako italiwa na kunguru. Mimi nakwambia nyama yako italiwa na kunguru, kama mizunguko yote hiyo imekushinda na mizunguko yote hiyo umeshindwa na bado usikii, nyama yako italiwa na kunguru, italiwa na mbwa mwitu. Mimi nakwambia, na ninakuja, niko njiani, ninakuja. So mwatuma ume umewatuma watu wako kutoka Dar es Salaam kunifuata, kunifuata, ninawaona. Umewatuma kunifuata. Sasa mimi nakuja, nakuja huko huko huko huko, ninakuja si so? Na tiketi namba 42 ninakuja huko huko, ninakuja na kunguru na mbwa mwitu na simba. Pigo hili linalokuja nalo, utakufa vibaya wewe, utakufa vibaya wewe, ninakwambia, maana hauchoki na hausikii. Jitihada zako zote unazozifanya hazijafanikiwa na hausikii, utakufa vibaya, utakufa vibaya Nakuja na kunguru, simba, mbwa mwitu, mwewe, nyoka, kunguru, tai. Utakufa vibaya utakufa vibaya nakwambia, si so? Unapambana na mimi ili utawale. Mimi ndio rais wa Tanzania mpya. Kwa hiyo unapambana na mimi ili ubaki utawale vile unavotaka wewe, muasi leliasi nchi ya Tanzania mpya kwamba hivi utakufa vibaya. Uh, leo nataka nizungumze na Mama Samia. Amen, nataka nizungumze na wewe ambaye umekuwa ukihangaika usiku na mchana. Nisema, kama wewe ni miongoni wa watu ambao unashirikiana na waovu kupambana na nabii nabii Musa Ujue kabisa unafanya kazi ya Samia ambayo amefanya maagano mikataba na miungu ya kuzimu ili kupambana na mjumbe wa agano kufanikisha mambo yake anayoyataka. Sa so, mjumbe wa agano yuko kuzuia mambo yake, yuko kupambana na miungu. Kama wewe unajijua, unashiriki kufanya vitu hivyo, kama wewe unafanya kazi hizo unatekeleza mambo hayo, kama unaweza kuwa ni mchawi au mganga wa kienyeji au mtu yoyote yule, ujua unafanya kazi na huyo na huyo mtu na miungu. Kama nilivyokuambia mwaka elfu mbili na tano, yule alichukua nyota yangu, alitumiwa na miungu na majini kufanya hivyo, lakini akujua kama anafanya kazi ile kwa ajili ya miungu, kwa ajili ya kumpa huyo wa Bagamoyo. Ndivyo hivyo na wewe unavyofanya kazi bila kujua, wako wanafanya kazi namna hiyo bila kujua. Kwa hiyo mimi nikiongea hivi kwamba kwamba Samia anapanga kufanya hivi na hivi, anafikiri kwamba mimi sijui kwamba ni yeye ndo anafanya hivyo. Yani ni wewe unashirikiana na ema na vikundi vya Freemason au vikundi vya kiganga au vikundi vya kichifu kupambana na mimi, ujue oda au agizo lililo nyuma yako ni kutoka kwa Samia na miungu, mkataba alofanya kuna makundi ya kifirimaso na kuna makundi ya kichawi, amen. Sasa nataka niongee niseme leo juu ya Samia kwamba unachokifanya juu ya Nabii Musa hakuna siri. haina miungu yako ndio inafanya hizo kazi uliofanya mikataba nayo, ujue hakuna siri, hiyo miungu yako hao watu unaowatuma kupambana na Nabii Musa makundi ya kifilimasoni makundi mbali mbalimbali, ujue kabisa ninayatambua na ninawatambua. Kwa hiyo kwa sababu ya ushibishi wako, Biblia imesema hivi: mwenye masikio na asikie, auwaye kwa upanga atauawa kwa upanga, na atakataka kuchukua mateka atachukuliwa mateka, hapo ndipo penye subira ya watakatifu. Tumeni, maana yake, maana yake sasa, wakati umefika, hatua ya jino kwa jino upanga kwa upanga, ndio maana yake kwamba mwenye masikio na asikie. Sasa hivi, au mtu anayoingia ni jino kwa jino upanga kwa upanga sawa? So, nimekwambia hatua ya kwanza tumeimaliza, tunaingia hatua ya pili kulipandisha sanduku la agano, na hatua ya pili nimesema hivi, kila mtu na abebe sira yake aweke kiunoni mwake yoyote atakaye kuvamia malizana naye. Muda umeshafika ni wakati wa kuipandisha sanduku la agano. Muda umeshafika sio wakati wa kucheka, ni wakati wa ovu kuangamia. Sasa wakati ho wa umeshafika, walishashindwa, hawasikii. Sasa ni wakati wa kuangamia kwao kuangamiza na hii ndio kwa njia ya kukomesha kikundi cha kigaidi mnachokita watawsujulikana. Nataka nikupe taarifa, Mama Samia. Juzi vijana wako wanaweka na mapikipiki wananifuatilia, na nawatazama sawa, na nyumbani kwangu ninapokaa, hao vijana wako wametengeneza connection mawasiliano na wapangaji yote ninaokaa nao, wakiwasiliana na hao watu waki wako wakipigiana waki simu na kutumia na meseji, yule jamaa amerudi nyumbani, yule jamaa yupo hapa, yule jamaa ameshafika, ili waje wafanye mambo yao. Najua hao vijana wako naowatuma, waishatumiwa meseji, waishapigiwa simu kwamba waje wanifate, kwamba nipo nyumbani kwangu na hao majirani na ukaa nao. Ndio maana nakwambia hakuna siri, yani huna siri. Yaani kama unaweza kujua mambo yako yote hao watu wako mshindaje kuwaua? Ninajua unayewasiliana naye, ninajua jirani unayewasiliana naye, ninajua jirani naye kupigia simu, ninajua mpaka wewe mtu wako anaye anayenifuatilia. Je, nashindaje kumwangamiza mimi? Sio unajiingiza tu kwenye moto mwenyewe. Yani, unamfatilia mtu anayejua kama unamfatilia, unategemea nini? Kifo kiko nje nje, kifo kiko nje nje. Eti, eti anajifanya wanafanya mawasiliano na majirani alafu wanakuja wanajifanya eti ni ndugu za majirani wametoka mjini umetoa watu wako Dar es Salaam, umetoa kwani? Dar es Salaam mi sinilikwepo sinilikuja kupiga hotuba Dar es Salaam, si wamehangaika watu wako Dar es Salaam pale, mpaka mi naondoka nimeenda Kahama, Shinyanga huko, si wamekuja si wamenifuatia na magari kabisa, wamekuta barabarani natembea kwa, kwa miguu na simamisha magari, halafu wanakimbia amezunguka na mapikipiki, mmekuja kanisani kotoko, mnaangaika kufuatilia. Naondoka stendi, mmekuja stendi, mmefika Morogoro, mkaa mpo. Na nyumbani kwangu ndio mnakuja mnajifanya ni ndugu za wapangaji, au hao wapangaji mnaowasiliana nao hao, mnajifanya ni ndugu Ah, ndugu yangu amekuja kutoka Dar es Salaam. Kumbe ni watu wako na watu wa kutoka Dar es Salaam. Eti waje kukaa na wapangaji wajifanye ndugu ametoka wa mbali. Yaani kuwa karibu na nabii, kuona watafa, watafanyaje, watafanikiwaje? Kwani huko nilikotoka simuli kwepo? Dar es Salaam simuli kwepo. Kila mahali simuli hata hapa nilipotoka. Nikaenda Bukoba simuli kwepo. Na Bukoba simuli kuja. Utakufa vibaya wewe wewe utakufa vibaya, endelea kuhangaika hivyo hivyo. Nimesema hivi, mnahangaika na kitu ambacho hakiwezekaniki. Sasa endeleeni hivyo hivyo, mtakuja kufa vibaya na nyama yako italiwa na kunguru. Mimi nakwambia, nyama yako italiwa na kunguru. Kama mizunguko yote hiyo imekushinda na mizunguko yote hiyo umeshindwa na bado usikii, nyama yako italiwa na kunguru, italiwa na mbwa mwitu. Mimi nakwambia na ninakuja niko njiani, ninakuja. So, umewatuma, umewatuma watu wako kutoka Dar es Salaam kunifata kunifata, ninawaona, umewatuma kunifata. Sasa mimi nakuja, nakuja huko huko huko huko, ninakuja simeona. So, tiketi namba arobaini na mbili, ninakuja huko huko, ninakuja huko huko kupiga mapigo mengine inakuja huko huko huko huko, nikwambia mwanzo mwazo, inakuja na kunguru na mbwa mwitu na simba. Pigo hili linalokuja nalo, utakufa vibaya wewe, utakufa vibaya wewe ninakwambia maana hauchoki na hausikii, jitihada zako zote unazozifanya hazijafanikiwa na hausikii, utakufa vibaya, utakufa vibaya, nakuja na kunguru, simba, mbwa mwitu, mwewe, nyoka, kunguru, tai Utakufa vibaya, utakufa vibaya, nakwambia. Si unapambana na so, mimi ili utawale. Mimi ndio rais wa Tanzania mpya. Kwa hiyo unapambana na mimi ili ubaki utawale vyo unavyotaka wewe, muwasi liasi nchi ya Tanzania mpya. Nakwambia hivi, utakufa vibaya, utakufa vibaya, majeshi yako yote ambao umekuwa ukiyatuma na vikundi vyako vya, mauaji kwa sababu unavituma kila mahali unakokwenda. Utakufa vibaya na hivyo vikundi vyako, na hivyo vikundi vyako ni vya muda mrefu sana. Kwa hiyo utakachokifanya hao watu lazima wahakikishe wameuawa wote, ili kuondoa hivyo vikundi, au waue kwa upanga tawao kwa upanga. Ili kukomesha hivyo vikundi vya mauaji, lazima watu wako na watuma kila siku wauawe wote, na idadi yenu na hesabu yenu ni mia tano na hao majirani ambao nawatumia, ambao watu wako wanawatumia kufanya mawasiliano, kufuatilia watu, kunifuatilia, hao nimesema hivi, miaka kumi jela ndio inayowatosha. Umewaleta huyo wa Dar es Salaam yuko hapa, huyo wa Morogoro yuko hapa, na walikuwepo hapa wanifuatilia toka nimeshuka kwenye basi, wapo. Utakufa vibaya wewe, utakufa vibaya wewe, sikio lisio sikia dawa sikio lisilosikia dawa, wewe utakufa vibaya. Leo tarehe ngapi? Tarehe kumi na tano. Watu wako wamekuja tarehe kumi na tatu, si tarehe kumi na nne ndio umewatuma hapa? Utakufa vibaya, nakwambia, utakufa vibaya. Ninaachilia mapigo kwa njia ya usioijua na safari hii hautachomoka, hautatoka. Nilizuia, nilizui kusaini ile barua ya kuingia Ikulu kwa mara ya kwanza, mara tatu zima nikakataa kuisaini, kwa sababu kuna mtego mlitega wa mauaji kwa ajili ya kupata damu kuzimu, na wangekufa watu wengi sana. Nikauona wa mtego, nikazuia, kawambia hapana. Cheni Kinachofuata utakufa vibaya wewe na gengi lako, unaowatuma wanahangaika kila siku na mapikipiki, wanazunguka zunguka, ninawajua. Hata sasa hivi na rekodi hapa wananisikia, utakufa vibaya. Unajifanya kwamba unatengeneza maridhiano, unajifanya unatengeneza amani. Amani ipi unaitengeneza? Amani ipi unaitengeneza? Amani ipi unaitengeneza Tukusa, juzi umekuja juzi tu hapo eh, au nafikiri hicho kinimacho, hiyo janja janja, kuna mtu anayejua kwamba si ni vipofu, hatujui wala tuoni. Tangaza amani eh? Ili watu wajitokeze waliojificha wajitokeze, wapate vizuri. Nami nimeshawaambia kila mtu abebe umbagi, abebe upanga, abebe sime, atembee nayo. Hii ndo amani inayofaa ili kukomesha ile kundi lako ambalo huku unadanganya huku unacheza mchezo mchafu. Iyo mchezo tunaijua. Mungu alimruhusu Farao kushindana na Musa, lakini hakumruhusu Farao kumshinda Musa. kwa Mungu amekuruhusu kushindana na mimi, lakini hajakuruhusu kushinda. Kwa hiyo utakwenda na maji, utakufa vibaya.